Na tukianza na taarifa kuu ni kwamba afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, ODPP, imepinga jaribio la kuondoa mashtaka ya kulawiti na kumteka nyara mwanablogu wa Mombasa dhidi ya wafanyikazi wanne wa serikali ya kaunti ya Mombasa. Haya yanajiri huku kukiwa na madai ya kuingiliwa kwa kesi hiyo na watu mashuhuri katika kaunti wanaotajwa vibaya katika kesi hiyo. Kwa mujibu wa mashtaka, serikali ndiye mlalamishi mkuu katika kesi hiyo. Mkurugenzi wa mashtaka pekee ndiye aliyepewa mamlaka ya kuondoa kesi za makosa ya ngono. Mimi ni mlalamishi. Mashtaki nani? Haji Babu. Ndio. Omar Nyanya. Ndio. Esta Modoni. Ndio. Bayoni. Ndio. Na sili. Kwa nini unataka kuondoa kesi kati yao? Nimeamua mwenyewe, nasamehe na mtu ambaye amekuomba msamaha haki yao yeah? Ndio. hakuna ile msamaha. Kuna labda familia yao imekuja kuzungumza na familia yao ili muweze kuondoa kesi? Ndio. na mmoja wao nimeona leo kotini. Juu kwa miezi tisa nilikuwa siko Mombasa, nilikuwa yeah, na witness protection. Kwa hiyo na mmoja wao na mmoja wao alimshurutisha, muweza kukutanishwa, labda kama mnapanga kukutanishwa ili muweze kusuluhisha? sipangi kukutanishwa na mtu akusuluhisha na mtu ningi mwenyewe wamzi wangu, hakuna mtu alifata, hakuna mtu alini... na kwingineko ni kwamba aliyekuwa jaji wa mahakama kuu ya Kenya David Maraga ametangaza rasmi azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Maraga ambaye anawania kiti hicho kwa tiketi ya chama cha UGM yani United Green Movement ametangaza azma hiyo akiwa kwenye ziara yake jijini Mombasa. Mwanahabari wetu Catherine Kabiru na taarifa zaidi UGM. Akizungumza kwenye ziara yake mjini Mombasa amesema kuwa kuna haja ya kujenga upya na kurudishia wakenya mamlaka yao. I have made a decision to run for presidency in 2027. <clears throat> <clears throat> Sababu vile nilisema tuko babaya sana eh, we are in a in a in a bad shape ni nini mi nataka kufanya. My vision is to reset, restore, and I rebuild Kenya. Wakati huo huo amesema kwamba falsafa yake ni ukatiba ikiashiria utendakazi kulingana na katiba ya nchi. Ukatiba. That is my philosophy. Ukatiba, constitutionalism. Watu wengine wameniuliza ati philosophy yako ni gani? Nikawaambia yangu ni ukatiba constitutionalism, na mimi ni mukatiba. Mumelewa hivyo, hiyo ni kusema tufanye kazi kulingana na katiba yetu. Aidha ameeleza kuwa kuna haja ya kila mtoto kupata elimu bora, ili waweze kuwa watu bora wa baadaye na wenye kujitegemea. siku hizi kama mtoto aendi shule ni kama si binadamu. Unaniona you, I mean, mtoto kama aendi shule afungu, achafunguliwa ma, uh, I mean, ma, macho achatsikia kitu, achui kitu, achui kitu, kama, I mean, achui kitu, lakini ukumiwesesha kumpatia elimu, sasa na yeye anakuwa na, na kama mtu muamini, kama mtu ambaye anaweza kujimudu vilevile. Ameahidi kurekebisha hali ya uchumi nchini ili vijana waweze kupata nafasi za ajira, kupitia kwa wale ambao wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo, ili waweze kujimudu kimaisha. So we want to rebuild the economy, tunataka kurudisha uchumi inawe ili vijana wapate kazi, wale vijana ambao wanajimudu wana hivi wanataka wana ku, ku, ku, kufanya kazi kidogo kidogo, wanataka kufungua biashara, wanataka kufanya hii, wanataka kufanya hii wawezezwe, wa ndio wafanye nini, wafanye hiyo kazi. Catherine Kabiru Runinga Alshifa na tukielekea katika kaunti ya Kilifi ni kwamba shughuli za kila siku sokoni Malindi zilitatizwa kwa muda baada ya mama mmoja kuchukua hatua isiyo ya kawaida ya kuketi katikati ya barabara na kusababisha msongamano wa magari. Mama huyo aliyekuwa akielekea nyumbani kwa bajaji alisimamisha safari yake ghafla na kushuka, kisha akaketi katikati ya barabara sokoni, hatua iliyowashangaza wafanyabiashara na wateja waliokuwa wakishuhudia. Wengi walibaki wameduaa, wengine wakijaribu kumshawishi anyanyuke, lakini juhudi hizo hazikufua dafu. Hatimaye, maafisa wa polisi waliokuwa wakipita walijitokeza na kumbebeleza kwa utulivu kabla ya kumsaidia kuingia ndani ya bajaji ambalo lilimpeleka hadi nyumbani kwake. Ingawa chanzo cha tukio hilo hakijajulikana, kisa hiki kimeacha maswali tele miongoni mwa wakazi wa Malindi hususan wale walioshuhudia kwa macho yao. Na kwingineko, ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imesema kwamba mchakato wa kurekebisha mipaka ya uchaguzi hautawezekana kukamilika kwa wakati kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Kazi hii ambayo hurekebisha mipaka ya maeneo bunge na wadi kulingana na ongezeko la watu, imeeleza kuwa ngumu na yenye utata mkubwa wa kisiasa ikihitaji muda angalau wa miaka miwili hadi mitatu kukamilika. Hali hii imezua hofu ya kuzuka kwa mgogoro wa kikatiba endapo mipaka haitaboreshwa kwa wakati. Takwimu za sensa ya mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa zinaonyesha kuwa zaidi ya maeneo bunge ya 40 yako chini ya kiwango cha idadi ya watu kinachohitajika, hali inayozua hatari ya kuwafutilia mbali iwapo marekebisho ya mipaka yatasimamiwa na kwa taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, ndipo tunapochukua mapumziko mafupi, lakini tutarudi na habari za kimataifa na za spoti. Usiende mbali, shukran. Mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama taswira ya wiki ya runinga ya Al Shifa. Kumbuka unapata matangazo haya pale kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, ikiwa ni Alshifa Digital Kenya, YouTube at Al Shifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter At Al-Shifa Media Kenya. Polisi walilazimika kutumia risasi za mpira na vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamejipanga barabarani wakizuia magari kwa kutumia matairi na mawe. Mamia ya waandamanaji walilalamikia mgao wa umeme unaodumu kwa zaidi ya masaa kumi na mawili kila siku, hali iliyosababisha hasira kubwa miongoni mwa wananchi. Tukio hilo pia liliambatana na ripoti za uporaji wa maduka na benki katika mji mkuu huku hali ya taharuki ikitanda. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti uvamizi wa nyumba za wanasiasa watatu walio karibu na rais Adri Rajoelina. Vuguvugu la maandamano hayo ambalo limevutia hasa vijana linasemekana kuanza kushika kasi kupitia mitandao ya kijamii. Na kwenye spoti, tukianza na hapa nchini Kenya, ni kwamba kocha mkuu wa Harambee Stars Beni Makathi ametangaza kikosi cha mwisho kitakachoshiriki mechi mbili za kufuzu kombe la dunia dhidi ya Burundi na Ivory Coast. Kenya inalenga kumaliza kampeni hizi kwa ushindi na kujipatia nafasi ya heshima katika kundi. Kikosi hiki kimejumuisha wachezaji wenye uzoefu na vipaji vipya, akiwemo Austin Odhiambo wa Gor Mahia, Abud Omar anayerejea baada ya kukosa mechi iliyopita, pamoja na nyota mpya Vincent Harper na Lawrence Okoth. Magolkipa ni Farukh Shikalo, Brian Omondi na Brian Bwire. Mabeki ni Manzur Suleiman, Vincent Harper, Sylvester Owino, Alphonse Omija, Collins Sishenje, Michael Kibwage, Roni Onyango, Abud Omar na Daniel Sakari. Viungo wakati ni Alpha Onyango, Duke Abuya, Timothy Ouma, Ben Stanley, Marvin Nabwire na Austin Odhiambo. Ugaibuni ni kwamba mkufunzi wa Barcelona Hansi Flick amevutiwa sana na mshambuliaji wa Borussia Dortmund Sehou Guirassy ambaye ni raia wa Gini. Forward huyo mwenye umri wa miaka 29 huenda akasajiliwa na timu hiyo msimu ujao iwapo Barcelona watafikia bei ya kumnunua. Na klabu ya Arsenal wanataka kumnunua kiungo mshambuliaji wa Uhispania Oihan Sanchez kutoka Atletico Bilbao. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 anakadiriwa kuwa na kipengele cha kuachiliwa cha euro milioni 60. Na meneja wa Liverpool Arne Slot amethibitisha kuwa Liverpool wako mbioni kumwongeza Federico Chiesa kwenye kikosi chao cha ligi ya mabingwa Ulaya kuchukua nafasi ya beki kitasa Giovanni Leon ambaye alipata jeraha la ACL katika michuano ya Karabao. Chiesa aliachwa nje ya kikosi hicho kutokana na idadi ya wachezaji wanaotakikana kukamilika kuelekea ngarambe za Ulaya. Na Arsenal wanavutiwa na dili ya pauni milioni 26 kwa kiungo wa kati wa Sevilla Lucien Agoume mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu. The Gunners wamekuwa wakimfuatilia mchezaji huyo kwa muda mrefu kutokana na ubora wake katika kiungo cha kati. Na fowadi wa Chelsea Cole Palmer anatazamiwa kukaa nje kwa muda wa wiki tatu kutokana na jeraha ambalo alilipata wakati wa mechi dhidi ya Manchester United. Palmer atakosa mechi dhidi ya Brighton na Liverpool pamoja na pumziko la kimataifa la mwezi Oktoba. Wachezaji wengine wa Chelsea ambao watakaa nje muda huo ni Tosin Adarabio na Wesley Fofana ambao wana majeraha. Na kwa taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, kutoka viwanjani, ndipo tunapotamatisha taswira ya wiki ya runinga ya Al Shifaa. Shukran sana kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo mpiga picha na mwelekezi wetu Yasir Lewa, na wewe mpenzi mtazamaji uliotenga muda wako kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Nimekuwa wako Mwanaisha Mohamed, kwa heri.